Sikiliza wewe mwanamke, wewe mwanamke unayetumia hizo pesa za bwana wako, labda ako nje, labda ako na kazi, unatumia pesa vibaya. Si kwamba tu unamkomoa, hapana. Ukumbuke utumie pesa na heshima, kwa sababu wewe ndio utakuhitaji hizo pesa tena, alafu utaanza kulalamika. Ho, unatumia pesa vibaya. Tumia pesa na adabu, maana pesa zenu sio zake peke yake. Mwanaume anatafuta pesa kwa ajili yenu. Wewe kama sasa unaona kama unaona unataka kutumia pesa vile unataka wewe, alafu zikisha unamrudia unaanza kumlaumu. hizo tabia wanawake, tuwache hizo tabia. Jua, mume wangu anapambana, mume wangu anapambana kwa ajili ya sisi, mimi na watoto wangu. Kwa hivyo hizi pesa inafaa zitumie vizuri. pesa ni zetu, lakini unaona kwamba kama yeye, kuna pesa yani nyinyi wanawake, wanawake Ulizeni waume kazi wanazifanya huko, ama shida wanapata mpaka wanapata hiyo hela. Kuna mtu hata ana, anajinyima hata kula wakati mwingine kwa ajili yenu, lakini mimi amfikirii hivyo, nataka kutumia fedha. ni wanawake nyinyi Hey.